Ikiwa ni baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kushika madaraka kwa awamu nyingine, ujumbe wake wa kwanza katika mtandao wa Instagram ameweza kuchapisha ujumbe huu ambao nitenda kunukuu bila kuongeza wala kupunguza chochote, kwa e, kile ambacho ameweza kukiandika kama ujumbe wa kwanza tu baada ya kupata awamu nyingine ya kuendelea kwa madarakani kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kufuatia ukurasa wake wa Instagram wenye jumla ya followers kwa maana ya wafuasi milioni mbili na laki tisa e, ameweza kuandika chapisho hili ambalo linasomeka kama ifuatavyo: Shukrani kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, mwingi wa rehema, kwa siku hii kubwa na muhimu kwangu, kwa Tanzania na kwa taifa letu, ambapo nimeapa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante kwa Tanzania wote kwa imani kubwa kwangu na kwa Chama cha Mapinduzi, yani CCM, kwa ridhaa ya kuendelea na kazi ya kutumikia taifa letu. Uchaguzi umekamilika na sasa tunarejea kwenye kazi ya kujenga nchi yetu. Kama ambavyo sote tunafahamu kwamba nguzo muhimu ya mafanikio ya taifa letu ni amani, tunaendelea kuweka mkazo katika kudumisha nguzo hii muhimu, na kamwe hakutokuwa na muhali na yeyote atakayejaribu kuivunja, kwani huyo atakuwa si mwenzetu na huo si Utanzania hivyo ndivyo walivyoweza kuandika rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan mapema siku ya leo ikiwa ni moja limepita tu e, baada ya kuapishwa kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania e, watu wengi walikuwa wanauliza hili neno muhali e, manake nini ambalo ameweza kuliandika kwamba hakutokuwa na muhali kwa yote ambaye atajaribu kuvunja amani ya Tanzania muhali ni kama ni neno la Kiswahili lenye maana ya kitu ambacho kisichowezekana ama kitu kigumu E, katika e, tafasiri ya kawaida e, ndo inavyosomeka ilo neno la muhali, yani ni kitu ambacho kisichezekana, ama unaweza kusema ni kitu kigumu. Wewe unazungumziaje katika hili? Comment yako hapo chini.